Nimeona kazi kubwa sana. Hongera sana madamu, hongera sana kwa kweli, umefanya kazi ya ziada na kwa kushirikiana na mwalimu wa social psychology, mmewafanya hao watu wawaze nje ya kupazia, kuwa sio lazima kuajiriwa, si ndio hivyo? Kujiajiri kunaanza na wewe unaweza kujiajiri kuanzia sasa hivi, na kwa kusoma zile theories of entrepreneurship, mmezisoma, mmesoma tabia za mjasiriamali, si ndio hivyo eh? Nadhani katika zile tabia za in, za entrepreneurship mmesoma vitu ambavyo ni vya muhimu pale, kuwa you are supposed to be a risk taker, si ndio hivyo. Usiogope mazingira, lazima ufokasi kwenye biashara ambayo ina malengo mazuri kwako. Lakini unasema mjasiriamali sio tu kugundua kitu kipya, lakini unatumia mawazo ya wenzako, unatumia bidhaa ambayo ipo sokoni lakini unaiboresha, kweli si kweli? Kwa hiyo unavyokuwa umeiboresha maanake umeadi valu kwenye ile bidhaa. Katika kuadi valu kwenye ile bidhaa inakusaidia wewe kuweza kujulikana sokoni. Kwa hiyo niwapongeze sana, nimepita huko, tumepita na wenzetu, tumeona bidhaa za aina mbalimbali mlizotengeneza wenyewe kwa kushirikiana na mwalimu wenu amewasaidia yale mawazo kurudi kwenye real situations. Mlikuwa mna, mnafanya mnawaza nadharia kichwani lakini mmeweza kutoa ile nadharia kichwani kwenda kwenye vitendo. Ongereni sana. Kama chuo cha CDTI Monduli tunaunga jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan lakini pia waziri wa maendeleo ya jamii Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Kwa hiyo mbali na, na masomo ya wanaoyasoma kinadharia, lakini wamekuwa na hivi ya masomo kwa vitendo, ambapo wametumia uh, wamepata ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile uh, skafu, tai, uh, makapeti, uh, kofia Uh, mitandio mbalimbali ambao pamoja na kwamba wamefanya maonyesho lakini ni kwa ajili pia ya kupata max kwa ajili ya, ya masomo ya ujasiriamali ya na masomo ya social psychology. Kwa hiyo, vijana hapo kwa siku ya leo wametimiza lengo kwamba wamepasoma uh, nadharia masuala ujasiri ya ujasiriamali wamesoma nadharia ya masomo ya social psychology, lakini pia wameweza kupata ujuzi utakaowasaidia baada ya kumaliza hapa wanaweza wakatumia kwenda kujiajiri lakini pia kuajiri wengine. Na katika masomo yetu ambayo kwa siku ya leo tumeenda kujifunza somo la ujasiriamali, somo ambalo linatujengea ujuzi na uwezo wa kufanya vitu mbalimbali mbali, kwa nadharia na vitendo. Kama siku ya leo tulikuwa na tamasha la NTA level 4 kuonyesha ujuzi wao ikiwemo kutengeza mapambo kama hili unavyoliona mbele yako, ambao wametengezea kutumia malighafi madogo madogo kabisa kama maboksi na vipande vya vitambaa. Leo tulikuwa na tamasha ya kuonyesha vitu tulivyojifunza katika chuo chetu cha maendeleo ya jamii CDTI Monduli. Leo tumeonyesha vipaji vyetu tulivyojifunza, tulishona tuli vitu tofauti tofauti vikiwemo ped hii ilitumia malighafi tofauti tofauti ku, ili kuweza kuishona hii pedi, na pedi hii ina ubora zaidi kwa watumiaji mbalimbali. Kwa watoto wa kike inasaidia sana ku, kuwaweka katika hali safi na salama. Kama sisi katika grupu letu tumeweza kutengeneza product hii ambayo inaweza kumsaidia mtoto wa kike au mwanamke yoyote katika, akiwepo kwa mfano, mwanafunzi akiwepo darasani, anaweza katumia mkoba huu katika kuhifadhia vitabu vyake au madaftari yake, au pia nje ya hapo, anaweza katumia mkoba huu katika akiwa anatoka angela, kwa mfano, anaweza kaweka huku vitu vyake ambavyo vinaweza kumsaidia anapoenda huko.